tulipokutana kwenye kikao nilichokiongoza, tukasema akipigwa mmoja wetu risasi, tuliobaki tunasonga mbele ili tupe haki. Tukaanzisha na tukaendelea na operesheni aliyokuwa ameianzisha Tundu Lissu. Tulipoenda kanda ya Ziwa, mapokeo yamekuwa makubwa kuliko walivyotegemea.